Alo, Baraza Kuu la Waislamu nchini SUPKEM eneo la Pwani limeelezea wasiwasi wake kuhusu kile linalo kitaja kuwa mpango wa kundi lililojitenga kuvuruga shughuli za taasisi hiyo kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Wakizungumza na wanahabari jijini Mombasa, viongozi hao wamesisitiza kuwa uchaguzi wa kitaifa utafanyika katika kipindi cha miezi mitatu ijayo, huku wakiongeza kuwa viongozi wa sasa wako ofisini kisheria hadi wakati huo. SUPKEM inaendelea kufanya kazi na haijapata mgawanyiko wowote wa ndani kama ilivyoripotiwa. 3 months coming, tunaanza grass roots election then uchaguzi wa kitaifa unakuja baadaye, lakini ndani ya muda huu mdogo wa mwenyekiti wetu Hassan Olenado amefanya makubwa, mambo ya ajabu. Compare ya wale ambao walikuwa miaka 30 40 yeye miaka mitano sita saba mikumi amefanya maajabu. Hakuna uchaguzi wa papo kwa papo, ni uchaguzi wa kupitia, it's a process. Sisi tulifanya uchaguzi 2017 na kutoka 2017 tulipoingia tu ambao kwamba tuliwashinda, ikawa ni kesi baada ya kesi, watupeleka makotini kwa hili kwa lile, tukawashinda kesi zote.